Amani sio kitu cha kuchezea. Amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa, na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka mwitunze? Kama hamwitunzi amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawasawa na yai. Ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa, likikuponyoka likaanguka, lile yai lita vunjika na huwezi kulizoa, na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni tabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani? Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mushukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani. Anasema faliyaabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf, anaambia maqureishi kwamba muabuduni Mungu wa al, Mungu wa, wa nyumba hii Alkaaba ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachiachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria vya kuweza kuharibu amani, alafu sisi wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa, au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya watu juhala anaweza mtu kusema kwamba wacha kinuke hata kishanuke, ni maana kini kishanuke? Ndio utakaa wewe katika nchi atakaa shangazi yako katika nchi atakaa babio katika nchi, patakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza. Lakini la pili la kufikiri ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara akituambia, anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu. Anasema afalata aqilun je tailun, hamtumia ham akili zenu nyinyi katika katika katika kufikiri kufikiri mambo, afala tatafakkarun, hamfikiri vizuri vizuri, mkaingia ndani katika kufikiri. Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. tafala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona mahala unaweza kufanya jambo lolote, na hata likitokea neno tusighilibiwe, tusighilibiwe Waislamu na hata Watanzania wote. Lazima tufikiri mtu, tumwa assess yule mtu, kwamba anatuambia nini, nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Hayo ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania, ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katikati, tuko senta. Wenzetu waliotuzunguka wana amani? wengi wao hawana amani, wanakimbilia wapi? Tanzania ikichafuka, Tanzania twenda wapi? Jalla jalalu, lazima tuangalie haya. Ni mambo muhimu sana hatakiwi kufatafata tu. Mtume aleu salam amekataza, ame, ame, ame akasema, anawaambia a sahaba mmoja, wala takun imaa usiwe ngoma iko yani, usiwe mtu ambaye nikitokea jambo fulani mimi niko pamoja na fulani ama fulani. Hapana, we mwenyewe utumie fikra zake zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha, e, machafuko katika nchi. Wa mu'dhamu nnari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata hata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche kila unavyoiashia cheche kwamba aina neno, aina neno aina neno ni cheche tu ya moto aina neno, baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima kwa. Tusikubali kabisa kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi hakika na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani.